Zahmidi TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu mtazamaji wa Zahmid TV, karibu sana sana sana katika kipindi chako kabisa cha tuongee na Zahmid, na leo katika kipindi chetu tupo na Sheikh Yahya Ibn Chawala. Tutazungumzia madhara ya matumizi ya simu hasa hizi smartphone kwa watoto wadogo. Karibu sana mwanzo mpaka mwisho. Ndugu Abdulaziz Hilal, tukuletee saa hizi na makala hii fupi kutoka kwa Sheikh Yahya ibn Chaula. Karibu sana. Naam Sheikh Yahya, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam rahmatullahi wa barakatuh. Hali yako ipo vipi Sheikh? Alhamdulillah namshukuru Mwenyezi Mungu. Mashaallah. Sheikh Yahya, tupo katika kipindi cha tuongee na Zahmidi na tunaongea na mtazamaji hapa kuhusiana na madhara ya matumizi ya simu hasa hizi smartphone kwa watoto wadogo au kwa vijana wadogo, kwa sababu hivi sasa mtoto mdogo, kijana mdogo anamiliki simu ambayo hata mkubwa hawezi kuimiliki. Hivi kuna madhara gani au kuna madhara yote ambayo yanapatikana kwa vijana hawa wadogo kutumia hizi simu za smartphone. Eh hey, madhara yanapatikana, madhara yanapatikana mengi lukuki kwa watoto wadogo kutumia smartphone. Madhara yapo, madhara gani? Kwa mfano, madhara yanayopatikana kwa watoto wadogo kutumia simu, kwa sababu simu zina, zina umri wake hizi smartphone, au simu kwa ujumla zina umri wake ambapo mtu akishafikia umri huo anaweza ak akatumia simu. Umri gani huo hasa? na umri wenyewe ni umri wa kuanza kujitambua, at least afike hata miaka ishirini na mbili, anaweza ak akatumia smartphone kwa sababu anakuwa miaka ishirini na mbili. Sheikh Yahya, kwa dunia hivi mm. Sasa tunavyoenda dunia teknolojia, mtoto mm. lazima, kwa mfano mashuleni siku hizi wanatumia hata tablet hizi kusomea hivi, kweli miaka, mwaka mmoja mpaka miaka 22, kweli hapa inakaa hapo? Ndiyo, kutokana na ulimwengu Eh, kutokana na ulimwengu jinsi ulivyo ina, ina, ina, tuna force hivyo au jamii ina force hivyo lakini, eh, hasa umri huo, kwa sababu umri huo ndio mtu anakuwa tayari ameshajitambua. Lakini ala kuli hali kwamba tukija katika pointi ya msingi ya athari za mtoto mdogo kutumia smartphone, kwanza eh, mtoto anapotumia smartphone, la kwanza kabisa anaathirika kisaikolojia mm. na anajikip busy sana na, na, na, na simu kuliko hata masomo na ndio maana utakuta leo hata watoto wanapotoka mashuleni, wanaporudi nyumbani wazazi wanakuwa wakali sana katika kuwaibidisha kufanya zile homework za shule, kwa sababu hawana ile hamu ya kufanya homework za shule, kujisomea, kwa sababu ya kuzoeshwa kupewa simu mm, na kucheza magame na kuangalia katuni. Na kama unavyoelewa ndugu mtangazaji, kwamba mtoto yeye, furaha yake na raha yake ni kucheza mm. Kwa hivyo unapompa smartphone umemwongezea katika michezo, michezo. Un, wanaathirika zaidi wanaathirika sana kisaikolojia na... na vipi kwa mzazi ambaye anampa mwanaye simu ingawa ni mdogo lakini, malengo yake hasa, kuna zile video za kielimu za kitoto, zile katuni za kufundisha au zile in short, yani video za kielimu ambazo zinamjenga mtoto labda chekechea au darasa la kwanza mpaka la pili, video za mahesabu hivi. Hii inakuwa inamsaidia kielimu zaidi. Inaweza ikamsaidia, lakini pia inaweza simsaidie. Inaweza ikamsaidia ka kama mtoto mwenyewe pia atakuwa ana lengo pia la kusoma. Unajua kuna watu ambao automatically Mwenyezi Mungu anawaumba tokea mdogo, yeye anapenda kitu fulani mm. kuna mwingine tokea mtoto, yeye anapenda mambo ya elimu, elimu tu, yaani kusoma soma tu, anachukua kitabu hiki, amechukua kitabu hiki, amechukua kitabu hiki. Kwa kwa huyu kimpa smartphone, inaweza ikamsaidia kidogo, inaweza kumsaidia mm. Unajua lakini kuna wengine inaweza siwasaidie mm. Unajua simu jinsi ilivyo in, ni ushawishi mm. na hili ni gumu sana kulielewa kwa sababu, kwa sababu ya, ya, ya, ya ule uhalisia wake au udhahiri wake mm -hmm. Inashawishi kwa sababu ushawishi wake ni kwamba unapokuwa unatumia simu mm -hmm. Hata mimi hata we, mimi leo, wa wewe mara nyingine unaweza kwa, ukakusudia kwamba uangalie kitu fulani au, au uingie kwenye kitu fulani cha msingi mm -hmm. Afu unajikuta kwamba umetoka pale umekwenda kwenye kitu chingine cha msingi zaidi. Mm -hmm. Ah, unasema kwamba hiki nitaangalia baadaye, okay. Hiki ah, nitafanya baadaye, unajikuta mm -hmm. kwamba umekwenda katika katika sehemu nyingine. Inatokea mara moja moja mm -hmm. na mtoto hivyo hivyo unaweza uka, uka, ukafikiri kwamba ukimpa simu a, a, aweze kumsaidia ku, kitaaluma. Mm -hmm. lakini ukajikuta kwamba ghafla ameshatoka kule amekwenda kwenye sehemu nyingine. Mm -hmm. kwa hiyo yale maudhui alikuwa anayafuatilia, wanayaangalia tayari ameshatoka kule. Lakini sasa hivi kuna taaluma ambayo inasemekana, kuna settings maalum ambazo mzazi anaweka permission kwamba mtoto hapa hawezi kufika, kwa mujibu wa settings ambazo ameziweka, na, na hapa anaweza kufika anazifungia settings ambazo mtoto zitamuathiri, na anaziruhusu ambazo zitamsaidia katika maisha yake ya elimu. Hii pia itakuwa imemsaidia mtoto, itakuwa imemsaidia, narudi pale pale, itakuwa imemsaidia kama mtoto mwenyewe anajitambua. Lakini pia ni hatari, pia ni hatari, kwa maana kwamba kwamba, e, kama nilivyosema kwamba simu ina, ina ushawishi mwingi. Kwa hivyo hata zile, zile, zile, zile setting ambazo, ambazo hu, hujazipa permission kwa mtoto kuweza kuingia, lakini kumbuka kwamba mara nyingine unapokuwa unatumia wewe mzazi simu, mtoto mara nyingine anakuwa yupo karibu na wewe, inawezekana kwa wahwisi lakini ana, ana, anajifunza mtoto, anaona unachokifanya, anaona kwamba bonyeza pale, bonyeza pale, bonyeza pale. Kwa hivyo siku unapompatia simu labda kwa zile, zile, zile setting ambazo umemruhusu aziangalie na alishaona mzazi wake kwamba kuna sehemu nyingine huwa anaingia ingia ingia. Hmm kwa kipindi ambapo wewe ulikuwa haudhani haudhanii, anaweza kagusa gusa kule, kagusa gusa kule, na kama unavyojua kwamba simu ina vitu vingi, na mtoto kama navyokuambia kwamba anapenda kucheza. Kwa hivyo anaweza akabonyeza bonyeza tu akagusa pale akagusa pale, akagusa pale, akagusa pale. At, alafu mwisho wa picha unajikuta kwamba tayari ameshafungua tayari simu hmm. Amefungua na am, ameingia ame katika sehemu ambazo wewe hukutaka ingie, hmm, na na na utakuta mara nyingine, utakuta wazazi wengine wanakuwa wanakuwa wakali wanapoona watoto wao wameingia katika sehemu ambazo zipo sasa. Anajiuliza, wewe umeingiaje? Huku anakuwa mkali mzazi mm -hmm. na anakutokana anamchapa mpaka anajiuliza kwamba huyu kajuaje? mm -hmm. kajuaje kuingia katika sehemu ambazo mimi mm -hmm. umeshaona. Kwa hivyo sikumuelekeza eh. Hiyo ni ni, ni, ni ngumu sana kwa zama za leo, kwa sababu watoto leo wamekuwa ni watoto ambao kwanza ni watundu la la kwanza, alafu la pili, wamekuwa ni watoto ambao, yani, wanapenda sana kufuatilia fuatilia mambo, hasa katika mambo ya simu wanapenda kugusagusa sana. mm -hmm. mi nikupe, nikupe mfano tu mdogo, mm -hmm. kwa mtoto wangu mimi binafsi. mm -hmm. Uh, mara nyingine mama yake anamwona, ana, ana, ana, mama yake anamwona anaponipigia mimi simu mone. mm -hmm. mama yake anamwona mwingine anabonyeza bonyeza anabonyeza bonyeza anapigia mimi simu. mm -hmm. tunapokuwa tunazungumza sasa, kwa mtoto mara nyingine anakuwepo karibu pale. mm -hmm. namtonye simu kubwa. mm -hmm. Sasa siku <coughs> moja nikawa nimeona me, ni misikoli kama saba hivi kwenye simu zangu zimeingia, kupitia WhatsApp. Ndiyo. Sasa mama yake aliporudi mimi nika na mimi nimempiga. Kumbe kumbe sio mama yake, mama yake alikuwa ametoka kidogo. Nimetoka. Sasa simu alikuwa ameiweka tu kama mezani kama ilikuwa ni wapi. Lakini kwa sababu mtoto alishaona kwa mama anagusa sehemu fulani na yakagusa pale. Lakini sasa hakuweza kuongea kwa sababu ye hakujua kwamba labda hapa ndio napiga lakini alimwona tu mama yake anafanya vile. Kwa hivyo mama yake aliporudi alipo na misikoli yangu mimi sasa hmm. akanitafuta. Aliponipigai simu nikaambia, nimeona miss call saba umenipigia. Sio mimi, atakuwa ni labda mtoto. Sasa umepata picha kwamba unaweza wewe usimruhusu mtoto kuingia katika setting fulani, lakini kwa sababu anakuona wewe unafanya, basi inafika tu, na yeye anakuwa anaona na yeye anafanya. Okay, Sheikh Yahya Chaola, labda mzazi ambaye mpaka sasa ashampa mtoto wake simu au anatarajia kumpa, unamshauri vipi ampe simu alafu wamzuie baadhi ya matumizi au amfuatilie katika mienendo ya kutumia simu hiyo au wasimpe kabisa simu hiyo? Mimi nafikiri kwa mtoto mdogo, kwa mzazi kumpa mtoto mdogo simu si wakati wake na si shauri afanye hivyo kwa sababu atamharibu kisaikolojia, eh, isipokuwa siku hizi kuna, kuna, kuna vitu vya kuchezea watoto vipo, vitu vya kuchezea watoto ambavyo vinaweza vikawasaidia kifikra vikawasaidia kitaaluma, vika, hata vipo kwa, kwa namna ya mchezo, lakini vinasaidia kwa mfano kuna kuna vibao fulani hivi ni ni vibao vya vy, vy, vy, vy, vy, vy, vy, vy, vya vya kisasa, vyenyewe vinakuwa vina kalamu, umeona vinakuwa vina sehemu ya kufutia vinakuwa vidogodogo hivi. Kwa hivyo mzazi anaweza akamnunulia, alafu akamnunulia ile kalamu yake, akawa anachorachora na nandikandika nachorachora ajifunza, alafu na sehemu anabonyeza pale nabonyeza pale pap, ushabonyeza hiyo inajifuta yote. Kwa hivyo anaweza akampa vitu kama hivyo vya kuchezea, lakini vitakuwa havimwathiri ki ya kisaikolojia. Kwa hiyo kauli yako ya mwisho, Sheikh Yahya, unaambia wazazi, bwana, wasiwape simu watoto zao mpaka itakapofikia umri wa kujielewa? ya hiyo, mimi ndo kauli yangu na ndo wito wangu kwa wazazi, na nikiwa mimi mwenyewe pia ni mzazi. Kwa hivyo tusiwape watoto simu we, kwamba kufanya kwamba ndio, ndio, ndio, ndio vitu vya kuchezea mpaka utakapofika ule umri wake. Ndugu mtazamaji wa Zahmid TV, huu ni usia wa Sheikh Yahya Chaola. Anawausia wazazi ambao washawapa watoto zao simu au wanatarajia kuwapa basi wafanye matumizi hayo au wazuie matumizi hayo mpaka itakapofikia kipindi cha watoto hao kujielewa. Ulikuwa na mimi ndugu yako Abdul Aziz Hilal pamoja na Sheikh Yahya Chaola katika kipindi cha Tuongee na Zahmid. Ungana nasi katika kipindi kingine kabisa lakini pia endelea kufuatilia Zahmid TV kwa vipindi mbalimbali vya kuelimisha na kuimanisha, usahau kusubscribe, kushare na comment. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.